Jina langu ni Roy. Mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 38. Naomba unisikilize vizuri sana tafadhali, usishike simu ya mpenzi wako. Naomba na kuomba kwa uchungu wote uliobaki ndani yangu. Ni hatari, simu ya mpenzi wako ni hatari kuliko unavyofikiria. Kuna vitu ukiviona haviwezi kutoka tena kichwani mwako. Kuna ukweli ukishaingia moyoni, hauwezi kuutoa hata kama ungependa. Kabla sijaendelea, tafadhali bonyeza like, subscribe na uniandikie kwenye comments unatazama kutoka wapi. Si kwa ajili yangu tu, huenda stori yangu ikawa funzo kwako, au onyo ambalo ningependa mimi ningelisikia mapema, kabla sijaharibikiwa kabisa. Naitwa Roy, miaka 38, mwanaume mzima, nimeona mengi maishani Nimepitia magumu, nimejijenga taratibu, nimefanya kazi kwa bidii mpaka nikajiamini. Sikuingia kwenye mahusiano kama mtoto, niliingia kama mwanaume mwenye akili, mipango na ndoto. Nilijua ninachotaka, nilijua ninawekeza wapi moyo wangu. Nilikuwa na mpenzi wangu, mwanamke niliyemwamini, mwanamke niliyempa heshima, mwanamke niliyemwona kama mwenza wa maisha. Sikuwa namuona kama rafiki wa kupita Nilimwona kama mke mtarajiwa. Nilijiona naye mbele ya familia, mbele ya marafiki, mbele ya Mungu. Nilimchagua kwa makusudi. Mahusiano yetu hayakuwa ya drama, hayakuwa ya makelele. Tulizungumza, tulielewana, tulicheka, tulipanga. Nilijipa moyo nikisema, Roy, hatimaye umepata mtu sahihi. Niliamini nimepata mtu ambaye hawezi kunigeuza mjinga. Nilijiona niko salama na hapa ndipo wanaume wengi tunapokosea, tunapoamini sana, tunaposema huyu sio kama wengine, tunapojisahau sisi wenyewe. Siku hiyo ilikuwa siku ya kawaida kabisa. Hakukuwa na dalili, hakukuwa na ugomvi, hakukuwa na hisia mbaya. Tulikuwa pamoja, tukiwa karibu, tukiwa huru. Alikuwa anacheka, alikuwa ananiangalia machoni bila woga. Hakukuwa na kitu kilichonifanya nihisi kuna tatizo. Halafu ikatokea ile moment ndogo isiyo na hatia, ile moment ambayo ingeweza kubadilisha kila kitu. Alinishika mkono, akanipa simu yake, akaniambia nisaidie jambo dogo tu, jambo la kawaida kabisa. Simu, simu tu.